Nawashukuru Vodacom kwa kutualika mimi na waalikwa wenzangu wote walioko hapa katika shughuli hii ya iftari. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nitoe shukrani za dhati kwa kampuni ya Vodacom kwa hili ambalo limetangazwa rasmi leo hapa. Ni kwamba watoto wenye matatizo ya moyo wanaohitaji kufanyiwa upasuaji kiutaratibu ni kwamba asilimia sabini ya gharama zake huwa zinalipwa na serikali na asilimia thelathini hutakiwa familia zilipe. Sasa ilionekana kwamba hiyo asilimia thelathini ilikuwa ni kikwazo kwa familia nyingi. Walichofanya wenzetu wa Vodacom ni wao kuchangia hiyo asilimia thelathini kwa niaba ya familia zenye watoto hao ili waweze kupata matibabu hayo ya moyo kupitia taasisi ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Nachukua fursa hii kuwashukuru sana Vodacom kwa kuendelea kutoa ile tunayoita corporate uh, social responsibility ya kutazama watoto yatima kama tulivyoona, lakini kuwazawadia kama mlivyoshuhudia sasa hivi hapa wamepata nguo za sikukuu